Leo tunakuletea historia ya Kilwa Kivinje, mji wa kihistoria uliopo kusini mwa Tanzania ambao ulishuhudia utawala wa Waarabu, biashara ya watumwa, ukoloni wa Wajerumani na hatimaye harakati za uhuru wa Tanganyika. Lakini je, mji huu una historia gani? Ulishamiri vipi na kwa nini leo umebaki kimya? licha ya utukufu wake wa zamani. Tuanze safari hii ya kuvutia kuelekea Kilwa Kivinje. Karibu The Storyside. Kilwa Kivinje ni mojawapo ya miji ya kihistoria kwenye pwani ya Tanzania. Mara nyingi watu huchanganya Kilwa Kivinje na Kilwa Kisiwani, mji maarufu wa kisiwa jirani uliokuwa kitovu cha biashara kati ya Afrika, Uajemi na Waarabu kuanzia karne ya tisa. Kilwa Kivinje kwa upande mwingine ulianza kama kijiji kidogo cha wavuvi lakini, kadri karne zilivyopita, ukawa mji muhimu wa biashara, hasa wakati wa karne ya 18 na 19. Mji huu maarufu kwa sababu ulikuwa sehemu ya njia kuu ya biashara iliyounganisha pwani ya Afrika Mashariki na masoko ya nje, hususan katika Uajemi, bara la Hindi na Kiarabu. Biashara ya watumwa na pembe za ndovu ilikuwa kiini cha uchumi wa mji huu, na kila mwaka meli kubwa zilitia nanga kuja kuchukua bidhaa na kuzipeleka mbali katika masoko ya kimataifa. Pia ulijulikana kwa majengo yake imara yaliyojengwa kwa mawe na chokaa ya matumbawe, mfumo wa ujenzi uliokuwa wa kipekee kwa wakati huo. Kutokana na utajiri wake mji huu ulivutia wageni wengi wakiwemo Waarabu na Wahindi ambao walileta utamaduni wao wa biashara na kuufanya mji huo kuwa kitovu cha uchumi. Lakini kilichofanya mji huu kuwa tajiri sio samaki, bali biashara kubwa ya watumwa na pembe za ndovu, hadi kufikia mji huu kutumia sarafu za fedha yake yenyewe. Kuanzia karne ya 18 Kilwa Kivinje ulikuwa mji mkubwa wa biashara ya watumwa kwenye pwani ya Afrika Mashariki. Watumwa walikamatwa kutoka maeneo ya bara, hususan mikoa ya ndani kama Morogoro, Dodoma, Kigoma na Tabora, kisha walifungwa kwa minyororo na kusafirishwa kwa miguu hadi kufikia pwani. Njia ya watumwa kutoka bara kuelekea pwani ilikuwa ngumu sana, ambapo wengi wao walifariki kwa njaa kiu na magonjwa kabla hata kufika Kilwa Kivinje. Baada ya kufikishwa mji huu, watumwa waliwekwa kwenye maghala maalum wakisubiri kusafirishwa kuelekea Zanzibar, kisha kupelekwa kwenye masoko makubwa ya watumwa huko Oman, Misri, India na hata visiwa vya Karibia. Inaaminika kuwa kwa mwaka mmoja pekee zaidi ya watumwa elfu ishirini walipitishwa kwenye mji wa Kilwa Kivinje. Pamoja na biashara hiyo ya kikatili, mji huu ulipendelewa na wafanyabiashara kwa sababu hizi: bandari yake nzuri na kina kirefu cha maji kilichowezesha meli kubwa kutia nanga bila tatizo; majengo imara ya kuhifadhi bidhaa, yakiwemo maghala ya pembe za ndovu na watumwa wake wa kijiografia ulikuwa na majengo mengi ya mawe yaliyojengwa kwa chokaa yaliyovutia wageni na wachuuzi wa mbali. Biashara ya watumwa ilikuwa chanzo cha utajiri mkubwa kwa Sultani wa Zanzibar na wafanya biashara wa Kiarabu waliokuwa na udhibiti wa biashara hiyo, lakini hali hii ilianza kubadilika Mwaka 1873, sultani wa Zanzibar Balghash bin Said alikubali shinikizo kutoka kwa Waingereza na akakataza biashara ya watumwa rasmi. Kilwa Kivinje, mji uliotegemea biashara hiyo, ulianza kudhoofika. Lakini mabadiliko hayakuishia hapo. Mwisho mwa karne ya 19, Wajerumani walivamia pwani ya Tanganyika na kutangaza Kilwa Kivinje kama makao yao makuu ya utawala wa Kijerumani kwa kusini mwa nchi. Katika kipindi hiki, maghala ya watumwa yaligeuzwa kuwa vituo vya utawala na mji ukaanza kupata muonekano wa kikoloni. Mwaka 1905 Kilwa Kivinje ukawa kitovu cha mapambano ya Majimaji, moja ya vuguvugu kubwa zaidi la upinzani dhidi ya koloni barani Afrika. Mapambano haya yaliongozwa na Kinjeketile Ngwale, kiongozi aliyewaaminisha Waafrika kuwa dawa yake ya maji yenye uchawi inaweza kuzuia risasi za Wajerumani. Japokuwa mapinduzi ya majimaji yalizimwa kwa ukatiri na Wajerumani mwaka 1907, Kilwa Kivinje uliendelea kuwa ngome ya wanaharakati wa uhuru na hadi miaka 1950, mji huu ulichangia pakubwa katika harakati za uhuru wa Tanganyika. Baada ya Tanganyika kupata uhuru wake mwaka 1961, Kilwa Kivinje ulibaki kuwa mji wa kawaida. Miaka mingi ya kuanguka kwa biashara na kuhamishwa kwa shughuli za kiuchumi kwenda Dar es Salaam ilifanya mji huu kusahaulika. Na leo mji huu ni kivutio cha kihistoria kilichosahulika lakini bado kina thamani kubwa. Vivutio vya kihistoria vinavyobakia mpaka leo: majengo ya Kijerumani, magofu ya vituo vya kikoloni vya Ujerumani bado yapo; misikiti ya kale, ushahidi wa kihistoria ya Uislamu katika mji huu; mabaki ya maghala ya watumwa, mahali ambapo watumwa walihifadhiwa kabla ya kusafirishwa. Fukwe za Kilwa, mazingira ya kuvutia kwa watalii na wavuvi. Je, unadhani serikali inapaswa kufanya nini ili kuhifadhi mji huu? Tuambie kwenye maoni. Usisahau kulike, kusubscribe na kushea simulizi hii kwa wengine. The Story Side, tunafanya historia iishi. Asante kwa kunisikiliza.